Avieta, rusha ndege ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Nafahamu unamfahamu ndege aina ya kunguru. Nafahamu pia hata wee unafahamu kuwa kuna msemo ambao huwa unasemwa, kunguru hafugiki huu ni msemo maarufu sana kwa hapa nyumbani Tanzania, na umekuwa ukitolewa mifano kwa wale watu ambao wamekuwa na tabia ambazo zimekuwa hazipendwi hazi ama hawazi wapendezi watu wengi. Kunguru ni moja ya ndege wanaojulikana kwa akili zao, wameendelea kuwashangaza wanasayansi baada ya utafiti mpya kubaini kuwa wana uwezo wa kutambua ama kuwakumbuka watu wanaowatendea mabaya kwa muda mrefu, hata ubaya huo ukipita zaidi ya miaka. Kiukweli, niliposikia hili nilifikiria sana, kunguru anawezaje kumkumbuka mtu ambaye alimfanyia ubaya miaka miwili mitatu iliyopita? Lakini pia najua utakuwa unajiuliza ama usha kujiuliza, kwanini kunguru pale ambapo mtoto wake ama kifaranga chake anapokuwa amedondoka ama amepigwa na jiwe, basi lazima wataungana wote juu na kuzunguka eneo hilo. Basi hii ikaniambia kuwa Ah, pale ambapo kunguru moja ufanyiwa kosa ama hufanyiwa kitendo kibaya, basi kunguru mwingine hutoa taarifa kwa wenzao, na ndio maana mara nyingi kuna wakati utaona kunguru wengi wakizunguka upande mmoja, wakizingira eneo hilo, ni kwa sababu tu wameshapea na taarifa. Kwa mujibu wa watafiti ah, kunguru wanasema, kunguru ana uwezo wa kutofautisha sura za binadamu moja hadi mwingine, na huonyesha tabia tofauti wanapokutana tena na aliyemletea madhara. Hii ikiwa ina maana kuwa pale ambapo umemfanyia madhara kungula na uwezo kuikumbuka sura yako na anaweza kutofautisha sura yako na mtu mwingine. Mm, I say Mungu aache aitwe Mungu kwa sababu si kwa uumbaji huo kikweli. Kinachowashangaza zaidi watafiti ni namna taarifa hizi zinavyosambazwa ndani ya makundi yao, yani pale ambapo kunguru mmoja anapata tatizo anakuwa mwepesi kutoa taarifa kwa kunguru wenzake, na ndio maana anarudia tena. Pale ambapo uh, kunguru moja anapokuwa amepigwa na jiwe na mtu na aidha akaanguka chini, basi juu ya anga utaona kunguru wengi wanazunguka hilo eneo. Sikuambii ukajaribu kumpiga kunguru huko juu na anguke chini, ili uone namna ambavyo kunguru wenzake watajaa. Najua umeshakutana nayo hii mara nyingi, na mko kijiuliza kwa nini kunguru wamejaa hapa, kuna nini? Basi jua tu kuna taarifa hapo kunguru wameshatoa kwa kunguru wenzao, kwa jamani, mwenzetu yuko sawa, na aliyemfanyia tukio hili yule pale. Muda huo sura yao inakuwa sura yako, kumradhi, inakuwa imeshaenda kwenye vichwa vyao na taarifa zao. Kwa sisi binadamu tungesema yule pale, ama tungekupiga picha, alafu tunaonyeshana huyu ndiye ambaye alimfanyia ubaya mtu fulani, alimpiga na kumuumiza lakini kwa kunguru wenyewe i don't know Mungu ameomba vipi, nao taarifa huaga wanapeana, na kama ambavyo wana science wanasema, kwa kunguru wanaweza kuikumbuka sura yako hata kwa miaka kibao, lakini pia wana uwezo wa kukumbuka ubaya ambao umewafanyia kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo wewe mfanyie kunguru ubaya, mpige na jiwe hapo alafu udhani atakusahau? Siku akikutana na wewe Magomeni, Sinza, Mwenge, Ubungo, anaweza kakunyea <laughs> kwa sababu mara kadhaa pale ambapo unakuwa umesimama kwenye mtu unashangaa tu, from nowhere kunguru amekuachia kitu kwenye shati, kofia, kichwa na vitu kama hivyo, sio? Lakini pia uchunguzi unaonyesha kuwa kunguru huwaonya wenzao kuhusu watu fulani, wakitoa ishara za tahadhari ambazo hufanya kundi zima kuwa makini na kuepuka mtu huyo. Hata ndege ambao hawakuwepo wakati wakati wa tukio lilipotokea hujifunza kumtambua mtu hatari kupitia mawasiliano ya kundi. Yani kunguru huaga uh, wanapeana tahadhari ama wenyewe kwa wenyewe kuwa mtu fulani ni mbaya, na hata kama kunguru wengine hawakuwepo eneo hilo wakati uh, tukio baya linafanyika, uh, basi wakifika ile eneo wanapewa tahadhari, bana, mtu fulani ni mbaya, bwana Hamisi Juma Kelvin, eh, Joana Amina, yule ni mbaya, kaa naye mbali ama kuwa naye makini. Lakini pia wataalamu wanasema matokeo haya ni ukumbusho kuwa baadhi ya wanyama wanafuatilia mienendo ya binadamu kwa ukaribu kuliko tunavyodhani na huwa hawasahau kiurahisi. Kweli, uh, nimeona nikuletee hili kuhusiana na kunguru kwa sababu hata mimi niliposoma hii habari kuhusiana na hiki ambacho watafiti ama wanasayansi walichokileta mezani kuwa kunguru ana uwezo wa kukumbuka ubaya uliomfanyia kwa miaka nenda. Lakini pia upeana taarifa pale ambapo tatizo fulani limetokea, uh, kwa mwenzao na lakini pia wanatonyana bana mtu fulani mbaya yule pale usifanye moja mbili tatu. Sasa unaweza ukajiuliza, A, a, Mungu alitumia njia gani kuwapa akili hiyo? Kwa sababu kwa sisi binadamu tunapeana taarifa kwa kupigia na simu kutumia na picha na kuambia na bana, mtu fulani achana naye, ana tabia za kiwaki, au sio, tabia ambazo si nzuri. Sasa kwa kunguru nao